Fungu: la tano. Maria alimkuta Yesu hekaluni. Tuombe kuwatii wakubwa wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni Salamu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa

Salamu <coughs> Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko na watu wote. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa <coughs> ya kufa kwetu. Amina. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. <coughs> Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, saa sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Yesu, Maria na Yosefu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa milele, uongoze roho zetu zote binguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi ya huruma yako Mama mwenye huruma shalom, kwako twapata uzima, ndiye mwenye kutuletea kitulizo sisi, ambayo twakutumainia sisi, wana maskini wa hawa, twakungoja na kulia na kulalamika chini hapa kwenye machozi haya. Basi, mwombezi wetu, tuelekezee macho yako kwa huruma, tutakapotoka ugenini hapa, tufanyizie twende kumwangalia Yesu, Mzao mbarikiwa wa tumbo lako, Ee Bikira Maria mwenye huruma, Ee Bikira mwema, Ee Bikira mpole, tujalie ahadi za Kristo kibilia na nguvu yetu, waangalie kwa wema watu wanaokulilia, na kwa maombezi ya Bikira Maria mtukufu asiye na kosa mzazi wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mchumba wake, na watakatifu Petro na Paulo mitume wako, na watakatifu wote, usikilize kwa huruma na wema sala tunazo kutolea kwa uongofu wa kosefu kwa uhuru na utukufu wa Kanisa. Mama mtakatifu, tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Litania ya Bikira Maria. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu. Tuombe. Wasafi kwa Malaika Maria, tuombe. Kwa Malaika Maria, tuombe. Wasafi wa Malaika Maria, tuombe. Kwa Malaika walinzi wetu, tuombe. Malaika, samahani watakatifu wetu. Tuombe. Malaika wa watakatifu sote wetu, tuombe. Malaika wote wa mbinguni na watakatifu wote, tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana Tusimame kwa sala. Yesu wangu, kwa watu wote kuona chini ya msalaba na kwa kuzimia kwako kwa ukali wa mateso, unijalie nguvu ya kuvumilia kwa mwanadamu zote sasa na sana ya kuzimia kwangu Nawe Maria mama yangu, uchungu wote ambao moyo wako umejaa ulipomwona mwanao mpenzi kuinama kuzimia. Unifadhili nipe kifo chema kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, awe rohoni mwako. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Najua kila moja alikuja malengo na njia hii ya msalaba, si buri yale alimwambia Mungu atatimiza kulingana na mapenzi bili sasa tunaweza kujua madhara ya dhambi, nasikia vile mwili inasema. Yesu alitembea hiyo safari yote pesa ya msalaba, sisi tumetembea tu na dhambi zetu, lakini yeye alibeba zetu zote. Kwacha njia hiyo ya msalaba iwe ishara ya neema kwa kila mmoja wetu ili kwa msaada wake tujaribu kuepuka dhambi ambazo zinaendelea kumrudisha Yesu katika msalaba na mateso. Hiyo njia ya msalaba iwe sadaka yetu kwa roho zilizo toharani. Mungu awarehemu na wajalie huruma waweze kufika kwake kwema sana kwa sababu kwa njia ya kipekee sisi tumekuja kuhiji na kufunga mwaka wetu kwa matumaini. Unajua, sisi huu ndio mlango wetu, hautapata pengine mlango mwingine hivi karibuni. Kwa hivyo nasema ni asante kwa njia ya kipekee. Wale wamekuja na watoto tunawanyonyesha pia imani yetu, si kweli? Kwa hivyo hao watoto wamekuja, Mungu awabariki, awajalie neema kwa wakuwe wakimpenda na kutafuta Mungu. Na nyinyi nyote, kwa yale mnayomwomba Mungu katika nia zenu, awajalie kati ya mapenzi yake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amen. Kwa hivyo sasa tutachota maji, na baada ya kuchota maji, kumbuka, kumbuka lazima